Haki yako ama utakatifu wako ndio udhaifu wa Shetani. Narudia tena, dhambi yako ndio nguvu ya Shetani. Yaani kila wakati unapofanya uovu, unapofanya dhambi unapofanya lisilo mapenzi ya Mungu, ujue ndivyo unampa nguvu Shetani. Anakuwa na mamlaka juu yako, anakuwa na uwezo juu yako, anakuwa na nguvu juu yako. Hapo hata kama unaombaje ila unatenda dhambi, shetani ana nguvu juu yako. Hata kama Mungu yupo kiasi gani ila unafanya yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu, shetani ana nguvu dhidi yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo ninajua nina muda mfupi, e Bwana wa kuyanena haya ambayo umeyaweka moyoni mwangu. Naomba mpe kila mmoja kusikia na kuyapokea na kuyatendea kazi, yawe sehemu ya maisha yetu kwa ajili ya utukufu wako Bwana, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai hasaba, asante kwa sababu ndani yako Bwana, tunapewa uwezo wa kushinda na zaidi ya kushinda, hila dhidi ya shetani, hila za shetani, mipango ya shetani, henda za shetani, mikakati yote ya shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekuambia dhambi yako ndiyo nguvu ya shetani unaposema shetani alijiinua na nguvu, ni wewe ulimpa nguvu. uovu yeah, uliofanya dhambi ulioifanya, baya ulioifanya, lisilo haki ulilolitenda, ndilo lilimpa shetani nguvu, uwezo juu yako. Ifahamike kwamba Yesu alimaliza shetani tangu pale aliposhuka kuzimu na akatoka kuzimu akafufuka, akasema imekwisha ndio taangia wakati ule sisi ni washindi dhidi ya shetani yeah. maana yake ni Yesu alimaliza kila kitu juu ya shetani hana nguvu juu yangu hana nguvu juu yako hana nguvu juu ya watoto wako, hana nguvu juu ya mme, hana nguvu juu ya biashara, hana nguvu juu ya mifugo, hana nguvu juu ya kazi yako, hana nguvu katika eneo lolote la maisha yako, hana nguvu juu ya afya yako, hana nguvu shetani. Jamani, shetani hana nguvu, hey! mimi na wewe, mimi na wewe. Ndio tumempa shetani nguvu. Ukiona shetani amepata nafasi kubwa ya kufanya vita na wewe mm. Useme moyoni mwako mimi ndiye niliyempa nguvu yeah. Kwa sababu kiuhalisia ni kwamba hana nguvu wala uwezo wote shetani dhidi ya wana wa Mungu, tumeahidiwa yule mwovu hatuwezi. Hebu sema yeah. Nimeahidiwa shetani haniwezi, nimeahidiwa shetani, haniwezi. Ahadi ya Bwana Yesu kwangu ni kwamba shetani kwa jinsi Mungu alivyofanya, alivyoimarisha ulinzi wake, alivyoimarisha uwezo na nguvu zake, ni kwamba shetani hana nguvu dhidi yangu, yangu. lakini amenionya usimpe ibilisi nafasi tena. Amesema hivi yule mwovu asije akatushinda. Kutushinda kwake ni sisi kumpa nafasi Haleluya, amen. Sasa dhambi ni nini? Dhambi ni kuiasi sheria ya Mungu. Ukisikia mtu anasema nimetenda dhambi, maana yake ameiasi sheria ya Mungu. Dhambi ni kuasi sheria ya Mungu, ni kufanya nje ya sheria ya Mungu. Sheria ni utaratibu Mungu alioweka, ni mpangilio wa namna ya kuishi, kuenenda, kutenda, kunena aliyotupa Mungu. Sasa unapofanya nje ya hiyo sheria au uo utaratibu, unatenda, una dhambi, unafanya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni uasi. Hebu sema amina. Dhambi ni nini? ni uasi. Katika kitabu mara nyingine dhambi lisilo haki machoni pa Mungu. Dhambi ni kufanya jambo, neno, tendo lisilo haki machoni pa nani? Pa Mungu. Yako mambo unaweza ukafanya ukahukumiwa na wanadamu, lakini mbele za Mungu kawa na haki. Lakini yako mambo unaweza ukafanya wanadamu wakakushangilia, wanadamu wakakusifu lakini mbele za Mungu sio haki. Kwa hiyo dhambi kwa mara nyingine ni kufanya lisilo haki machoni pa nani? pa Mungu. pa Mungu. Na nakumbuka siku ile Yesu, siku moja Yesu akaniambia, waambie watu wafafanue dhambi. Wengi wamehubiri juu ya dhambi, wamehubiri juu ya utakatifu wamehubiri juu ya haki, lakini watu wajui mwenye haki ni nani, mtenda dhambi ni nani, mtakatifu ni nani, muovu ni nani. Na ndio maana hata Shetani naye anahubiri wenye dhambi, yaani Shetani naye anamhubiri Shetani, yaani Shetani naye anamvunja Shetani. Hayo ndio maajabu yaliyoko duniani, yanahitaji kitendawili kiteguliwe tumjue Shetani ni nani, ili tunapomvunja tumvunje kusema amina amen. Lakini matokeo yake ya ajabu na kushangaza ni kwamba shetani naye anamtaja shetani, shetani naye anamvuja shetani, mwenye dhambi naye anahubiri juu ya dhambi, naye anakemea dhambi, naye anawambia watu watubu dhambi, ila naye yuko kwenye dhambi. Na hicho ndicho shetani anakitaka kiwe duniani kote, makanisani ziwe nyimbo tu zinaimbwa kwa habari ya dhambi, utakatifu. Yani watenda dhambi wawaambie watu juu ya dhambi Sasa wewe, kama mimi ni mhubiri alafu ni mzinzi, mimi ni mhubiri ni tapeli, mimi mhubiri ni jambazi ni mwizi, alafu nawahubiri watu habari ya dhambi. Maandiko yanasema wewe uhubirie usidhini nawe wadhini, je hujihubiri mwenyewe? Ho, shetani anataka mtenda dhambi, nayo anaimba dhambi au anahubiri dhambi na anakemea dhambi. Hey, Shetani, mtumishi wa Shetani naye anamtaja Shetani, anamvunja Shetani, anamkemea Shetani, anahubiri juu ya Shetani. Hivyo nicho anachotaka. Mungu akasema, waambie watu, wafafanulie, wahubiri na wa, watumishi wote mbalimbali wanaohubiri na kufundisha wafafanue dhambi ieleweke. Kwa hiyo tunaposema dhambi, maana yake ni kufanya lisilo haki mbele za Mungu. Sasa haitoshi kufahamu hivyo lazima ufike mahali pa kujua ni lipi lililo haki na lipi siyo haki, na lipi ni mapenzi ya Mungu, lipi sio mapenzi ya Mungu, sheria ya Mungu ni ipi na ipi sio sheria ya Mungu? Jamani, amina. Bwana Amen. Amen. Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kitabu katika kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa nne, Biblia inasema hivi Biblia ya yangu inasema kila atendaye dhambi afanya uasi. Hebu sema atendaye dhambi afanya uasi. Atendaye dhambi, dhambi, dhambi afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Ni uasi juu ya sheria ya Mungu. Uasi juu ya maagizo ya Mungu. Uasi juu ya neno la Mungu. Unapotenda kinyume cha vile Mungu anavyotaka unaasi sheria yake. Jamani, semeni amina. Kila no, no, nani, mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yesu Kristo alidhihirishwa kwetu ili aziondoe dhambi na dhambi haimo ndani yake. Mnisikilize, Yesu anasema mtu akifungua moyo wake kwa kuniamini mimi, nitaingia nikae ndani yake. Mnisikilize vizuri, Yesu anasema tukimwamini, kuyamini maneno yake, tukayapokea, tunakuwa tumemfungulia mlango wa yeye kuja kukaa ndani yetu. Sasa huyu Yesu anayekuja kukaa ndani yetu Biblia inasema kwamba ndani yake hakuna dhambi. Hebu sema amina. Ae. Ndani yake hakuna dhambi. Hii ni dhahiri kwamba Yesu akikaa ndani yangu, akikaa ndani yako, dhambi haitaonekana kwako. Dhambi haitaonekana kwangu. Kwa nini? Kwa sababu anayeendesha maisha ni yule akae ndani yangu. Kwa hiyo, maana rahisi ni kwamba ikiwa dhambi itaonekana kwangu, ni dhahiri kwamba yule ambaye angekaa ndani yangu nilishamfukuza, hayumo tena, kwa sababu kama akiwemo ndani, dhambi haitaonekana kwangu, uovu hautaonekana kwangu. Maana nini? Huyo Yesu aliyedhihirishwa ili aziondoe dhambi, ndani yake hamuna dhambi. Kwa hiyo alisema kwa wanafunzi wake kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, mkilipokea neno langu kwa imani, mimi nitakaa ndani yenu na nyinyi mtakaa ndani yangu. Kwa hiyo siku zote Yesu akipata nafasi ya kukaa ndani ya mtu, maana yake anakaa, anaishi sasa, katika maisha yote ya huyu mtu, hakutataja dhambi kwake, hakutatajwa uovu kwake. Ndio maana maandiko yasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, ila hujilinda asitende nini? Dhambi. Hujilinda, ndio maana maandiko yanasema kwamba dhambi sitajwe kwenu. Sasa dhambi ni ipi? Hebu sema amina. Amen. Kwa kuwa tumesema dhambi ni uwasi, dhambi ni kufanya nje ya sheria ya Mungu, ni kufanya lisilopendeza, lisilo haki machoni pa Mungu. Haya, lisilo haki ni lipi? Maana yake wizi ni lisilo haki ni jambo lisilo haki mbele za Mungu, si ndio? Uongo ni jambo lisilo haki, chuki ni jambo lisilo haki, uganga ni jambo lisilo, jambo lisilo haki, fitina faraka, kuliheshimu hekalu la roho ambalo ni mili yetu, ukilidhalau ukalipuza, ukalitumia isivyopaswa, umeasi mbele za Mungu. Sema amina Amen. Umefanya uovu mbele za Bwana. Ndio maana tunapowaambia watu kwamba haya mapambo na uchafu wote uliobandikwa kwenye mwili ambao ni hekalu la rumu, ambao halina maana, havina maana, ni kuasi sheria ya Mungu. hebu sema amina Amen. Watu wanabisha, ila wanataka wamtumikie Mungu, wanataka wazione baraka za Mungu. Kinachotokea ndio maana Shetani ndiye anayetokea, anawapa baraka zake, anawapa uwepo wake. Watu wengi wanajidanganya, wanasema ananena kwa lugha. Sikiliza, pepo ananena kwa lugha, kwa namna usivyoweza kuelewa ananena kwa lugha kwa ajabu. Wengine wanasema mbona aliombea mgonjwa akapona? Sikiliza magonjwa, Shetani na uwezo wa kufanya miujiza tena mikubwa. Chochote ambacho Mungu anakifanya, na Shetani hawezi anaweza kufanya, kwa sababu yeye ni mwigizaji. Kwa hiyo uwepo wa Mungu katika maisha haya haupimwi kwa kunena kwa lugha, haupimwi kwa miujiza, haupimwi kwa baraka. Sikiliza, Hebu waza kama ingetokea, Yesu angemtii shetani kwa kumsujudia, ni dhahiri kwamba angempa miliki zote za wapi? Mnisikilize vizuri, alimwambia ukinisujudia nitakupa miliki zote za ulimwengu na fahari yake, maana viko mikononi mwangu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba, kama Yesu ingetokea akamsujudia shetani, ina maana angepewa vitu vingi vya dunia. Ebu sema amina. Angeonekana tajiri kama matajiri wengine walioko duniani, angeonekana maarufu, angeonekana vitu vingi, lakini nje ya mapenzi ya nani? Kwa hiyo kama utadhani kwamba kwa, kwa kumwona mtu ana magari amebarikiwa na majumba na vitu vizuri, basi ni mcha Mungu? Ah, ah. Kubarikiwa kuwa na mali za ulimwengu sio kipimo cha mtu kuwa mcha Mungu. Kwa nini? Maandiko anasema hivi Itakufaidi nini upate ulimwengu wote lakini ukapata hasara ya nafsi yako? Yaani, mtu aupate ulimwengu wote, kwa maana ya ulimwengu na mali yake, magari, majumba na nini, anasa, vyote akavipata, lakini akiwa anaishi nje ya mapenzi ya Mungu, nje ya sheria ya Mungu, maana yake anakuwa yuko nje na ameiasi sheria ya Mungu, hiyo hawezi kuona ufalme wa nani? Wa Mungu. Jamani, semeni Amina. Kwa hiyo, anasema yeye alivilishwa ili aziondoe dhambi, na yeye ndani yake hamnamo dhambi, hauna dhambi. Ndio maana kwa ujasiri anasema dhambi sitajwe kwenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mnisikilize. Amen, vizuri, katika kitabu hicho hicho mstari ule wa sita anasema kila akae ndani yake hatendi dhambi ha. Unasikia haya maneno? Ukiona mtu kafurugana huko amepigana, Yesu hayumo ndani. Acha kupoteza muda kwamba unajua unajua ni mpaka anapigana Yesu akuwemo ndani. Maana Yesu aweza akapigana akiwemo ndani Unamona kabisa mtu anatukanana, ah, ah. Ni hivi Yesu alishatoka. Yesu aweza akakaa katika matukanano? Yaani kwa nini? Kwa sababu Yesu akikaa ndani yako, kinywa chako ni kinywa chake, mikono yako ni mikono yake, miguu yako ni miguu yake, mwili wako ni mwili wake, chochote ulicho nacho cho kinakuwa ni cha Yesu. Kwa hiyo chochote kikitumiwa vibaya, ni dhahiri kwamba Yesu hakuwemo wakati unatumia hicho kitu Alishaondoka, maana uovu haukutajwa kwake, wala hauwezi kutajwa. Ukiona ukiona watu wamegombana, ni kabla hawajagombana, Yesu aliwaonya wasigombane, hawakutii. kwa sababu Yesu sio mgomvi, aliamua kuondoka, akawaacha wao wagombane, maana Yesu sio mgomvi, asili yake sio mgomvi. Yesu ukiona watu wamepigana wametukanana, mpaka mtu anakwenda kuzini, hakuzini pamoja na Yesu. Jamani, hebu sema amina, Amen. Huyu mtu hakuzini pamoja na Yesu. Maandiko yanasema hivi, dhambi zote na kufuru wazifanyazo wanadamu zinafanywa nje ya mili, lakini yeye afanyaye zinaa afanya zinaa, yani, katika mwili ambao ni hekalu nani? Ramu na mtu akiliharibu hekalu mtu huyo atafanyaje? Anasema yeye aliyeambatanishwa na kahaba na yeye pia ni kahaba, kwa sababu maandiko yasema hivi hawa wawili watakuwa mwili kwa ukifikiri askofu aliyezini alikuwa na Yesu wakati anazini ni uongo. Yesu hakuwemo ndani, alikuwa peke yake hey. Yesu aweza akakaa ndani na akafanya uongo huo akiwa ndani ya mtu hey? Ndio maana ukitaka kujua mtu hana Mungu, angalia kazi anazozifanya mm, mm, mm. angalia matendo yake yes. Angalia njia zake, kama ni mtukanaji, kama ni mtu mtukanaji. Mtukanaji anaongea hovyo. Yesu aweza akakaa ndani ya mtu mwenye kinywa kichafu? Aishaondoka. Huyu mtu anajisemea yeye, anabeba kikopo, analo jina la kuwa hai lakini amekufa. Yesu aweza akawa anatukanana yuko ndani yake, anatukanana kwa sababu kinywa chako ndiyo kinywa cha Yesu? Amen na maana anasema hivi kinywa kimoja au chemichemi chemi moja haiwezi katoa maji masafi na maji machafu. Kwa sababu ukiona una hasira, una hasira peke yako Yesu alishaondoka. Saa hiyo anasubiri utubu tena, utengeneze uombe rehema, akikuridhia ndio ataingia tena ndani yako. Sasa kinachoendelea ni nini?